Hili ni eneo la Mto Kamwa linalotenganisha kata ya Masama Magharibi na Masama Kati. Kwa miaka mingi, wananchi hapa wamekuwa wakipata tabu kuvusha mazao yao kwenda sokoni, hasa wakati wa mvua kubwa ambapo maji hufunika kabisa njia za kupita. Mazao yetu kama yale pale ni shambani, tunashindwa tuko tunashindwa kutafuta gari la kutuchukulia mazao, na bidi utoe kibarua, watu wanakufandishia kwa bei ambayo kwa kweli haikidhi anii ma, ma, ma, ma, matatizo yetu. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana kwa kutuondolea adha, ambayo sasa hivi tutapitisha gari litatuchukulia mazao. Mbunge wa jimbo la Hai, Saashisha Mafuwe, amesema barabara hii haikuwa imesajiliwa na TARURA, lakini kutokana na umuhimu wake kwa uchumi wa wakulima wa Masama, serikali iliona haja ya kuingilia kati. Kwa kweli tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo unapokea kwa haraka mahitaji yetu na unayajibu kwa haraka. Barabara hii ni muhimu sana, ni barabara inayounganisha kata ya Masama kati na Masama Magharibi. Wananchi wanapita kwenda kupata matibabu, wananchi wanapita kupeleka bidhaa, wananchi wanapita kwenda kujuliana hali, wananchi wanapata huduma za kidini. Kwa hiyo hii ni barabara muhimu sana. Diwani wa kata ya Masama Magharibi, Mashu ya Natai, ameeleza umuhimu wa kivuko hiki, huku akipeleka shukrani zake kwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mbunge wa jimbo hilo Saashisha Mafuwe. Nina furaha kubwa sana, kwanza kwa mradi huu wa daraja hili kivuko hiki, kivuko hiki cha kama kivuko ni muhimu sana kwa sababu kinaunganisha kata mbili, kata ya Masama Magharibi na kata ya Masama Kati, hasa vitongoji cha Matikoni ambacho kiko kijiji cha Nguni na kijiji cha Shosha ambacho kiko kata ya Masama Magharibi. Kivuko hiki ni muhimu sana, hii barabara ni barabara moja muhimu sana, kwa sababu wananchi wengi wa Masama Kati wanaotoka kijiji cha Nguni mashamba yao yako Masama Magharibi, kwa hiyo huwa wanapitisha mazao hapa, inakuwa shida kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuliona hili, tunamshukuru sana mbunge wetu, jitihada ambazo ameonyesha kutusaidia katika hili hiki kivuko kujengwa. Kwa hiyo wananchi wana furaha kubwa sana, na tunazidi kuombea serikali yetu Mama Samia azidi tuangalia kwa jitihada. Mbunge Mafuwe ametoa wito kwa TARURA kuhakikisha ujenzi unazingatia viwango vya kitaalamu, huku akisisitiza umuhimu wa vijana wa eneo hili kupewa fursa za ajira kupitia mradi huu. Japo ni barabara ambayo ilikuwa bado haijasajiliwa na TARURA kwa hiyo niombe pia lile ombi letu ambalo tumepeleka kama RCC mkoa wa Kilimanjaro ya kupandisha hadhi barabara hii, ni miongoni mwa barabara ambayo tumeniombea ipandishwe hadhi ili iweze kuhudumiwa na Tarura. Lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Tamisemi, namshukuru sana CEO wa Tarura na watumishi wote kwa namna ambavyo, kwa kweli, ni walilia, haikuwa kwenye bajeti, wametusaidia kwa hati ya dharura kuileta fedha hapa. Lakini pia ninawashukuru wadau, wapo wadau ambao wameniunga mkono pamoja na kwamba kuna fedha ya serikali, lakini na mimi mwenyewe kama mbunge nimeshiriki, lakini wako wadau wengine wametusaidia e, kokoto na naendelea kutoa wito pale ambapo wanaona kuna haja, kuna mahitaji kwenye jamii yetu, kurudisha sehemu ya kile ambacho Mungu amebariki, kuja kusaidia maeneo yetu. Kwa hiyo nashukuru sana na wito wangu kwa Tarura wa uh, wilaya Hai nikuendelea kusimamia vizuri ili viwango vinavyotakiwa kwenye madaraja haya viweze kufikiwa, na tutakapoanza kutumia basi kusiwe kivuko hiki cha Mto Kamwa kinatarajia kuwa mkombozi wa wakulima Masama, na hatua nyingine ya serikali katika kuimarisha miundombinu ya vijijini. Dickson Busagaga, Clouds TV, Hai.